Ah, vijana hawa na baba kuna mama waliosimamishwa hapa mia moja hamsini na tano ni kundi si dogo, kubwa. Ni namba inayoongezeka ambayo na yenyewe kama ilivyokuwa kwa mitume na wafuasi wa Kristo wanakuja kuifanya hiyo kazi ya uinjilishaji na wanapenda waifanya hiyo kazi ya kumtangaza Mungu na kuleta upendo wake kwa watu, na si kwa maneno tu, bali zaidi kwa matendo yao na ushuhuda wao. Naomba tuwashangilie vijana basi. Sasa <laughs> mkae. tutashuhudia kuimarishwa kwa hawa mia moja na hamsini na tano waamini ambao wameshabatizwa, tunapoadhimisha Jumapili ya Misioni hii. Mnabati sana mi gilikuwa nyingi ifurahi sana sijui kama nyuma fulana mnapokea mna sakramenti hii ya kipaimara tunapounganika na wabatizwa wote ulimwenguni na kwa namna ya pekee na Baba Mtakatifu, sasa yuko Leo huyo wa kumi na nne, ukitaka kumuunga mkono ili kazi za uinjilishaji ziendelee na hivyo ukombozi aliyotuletea Bwana wetu Yesu Kristo uendelee kufanyika kupitia katika mikono yetu, na hii ni kazi ya kila mbatizwa wote. Na sote tuliobatizwa tunashirikishwa hizo huduma tatu muhimu za Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna hiyo huduma ya unabii, ndio hii ya kulitangaza neno la Mungu, habari njema ya wokovu huduma ya kutakatifuza ukuhani, tunashirikishwa sote waliobatizwa. Na huduma ya tatu na ya mwisho niyo ya uchungaji, katika kuongoza kama Kristo mchungaji, nasi tunaalikwa sote tujikuwa wachungaji na viongozi tukifuata zake haya mengine leo siongelee, naongelea zaidi hilo la unabii. Ndugu zangu, nyinyi ambao mtapewa sakramenti ya kipaimara siku hii leo, nakuja kuimarishwa, mnafahamu kabisa sakramenti ya kipaimara inakuja na neema hiyo ya kutusaidia tutende kazi, tufanye kazi lakini kwenda kumshuhudia Kristo huyo katika maisha yetu, kama vile sisi wengine wote ambao tumeshaipokea sakramento ya kipaimara na tunavyoalikwa tukafanya hayo maneno, ambayo Mtume Paulo katika waraka wake wa pili anamwambia huyo mtoto wake wa kiroho Timotheo ni maneno ambayo nasi tunaambiwa leo na tunakumbushwa tena kwa namna ya pekee, siku hii ya leo ya Misioni, ambako sote tunaalikwa kwa pamoja na kanisa zima na waamini wote, tuungane pamoja ili kazi ya uinjilishaji iendelee, iende kwenye pande zote hizo nne za ulimwengu: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, habari njema ya wokovu ifike hiyo ni kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alipatia wafuasi wake kabla hajaondoka kupaa mbinguni, kusoma katika Injili ya Marko sura ya kumi na sita aya ya kumi na tano: endeneni ulimwenguni kote mkaubiri Injili kwa kila kiumbe. Anawaambia wao lakini atawaambia na sisi leo. Paulo anamwambia huyo Timoteo kwanza alishike ayashike yale ya ukweli wa maandiko matakatifu hayo ayafahamu. Hicho anachomwambia huyo Timoteo, huyu Paulo anatuambia na sisi, kwa sababu hatuwezi kwenda kuhubiri kile ambacho hatukijui, na kwa kweli wanawaambia kila wakati wenye fursa mbalimbali zinazokuwepo. Waamini sote, hilo neno la Mungu inabidi tuwe nalo, hiyo Biblia. Kama sio lazima kuja nayo kanisani, wengine wanasema ni lazima, lakini nakwambia unachopaswa kufanya ni kuwa nayo, hilo ndio la muhimu zaidi. Na sio kuwa nayo tukaitunza, bali ukawa na nafasi ya kulisoma hilo neno la Mungu, ukalifahamu. Leo nazungumza hicho Marko kumi na sita 15 Nenda nyumbani utasoma, utaona mengi pale yanasemwa, na baada ya hapo utasema mengine mengi. Na kila wakati tunakuwa tunayasema hayo ambayo ni maandiko matakatifu, kama ni sura hizo, aya hizo ambazo zinakuwa zinarejea kwenye hicho ambacho tunakuwa tunakisherehekea. Zinasaidia sana, zinatukumbusha hayo maneno ambayo ndiyo hayo matakatifu maandiko, ambayo leo Paulo anamwambia huyu Timotheo ayakumbuke na yamuongoze, kwa sababu haya maneno yanaonya yanaelekeza, yanakemea. Haya maandiko yanatusaidia, yanatuelekeza, ni mpango wa Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu. Kumbe sote nabidi tuongozwe na, na haya maandiko naunga, na haya maandiko, na tukayafahamu sasa, ndio tunakwenda kuyapeleka, ndio tunatumwa kama hivyo leo, na ndio hivyo tutafanya kazi ya kutaka kusaidia kusudi haya maneno na haya maandiko matakatifu yaendelee kutangazwa ulimwenguni kote, kama nilivyosema, kwenye pande zote hizo nne za dunia. Na tutayafanya hayo kwa namna mbalimbali, yote tutayataja baadaye kwa kifupi, lakini moja ni hiyo kubwa sana ambayo leo tunapaswa tuifanye, ya kuyafanya kwa ukarimu wetu kumsaidia Baba Mtakatifu na kanisa zima la kiulimwengu, sio kanisa la Bongomela au kanisa la jimbo kuu katoliki la Tabora au kanisa la Tanzania hapana kanisa la kiulimwengu na sisi tukiwemo leo ndio siku hiyo ya Jumapili ya misioni ambayo sasa inakwenda tangu ilipoanzishwa mwaka 1926 huu ni mwaka wa 99 mwaka kesho tutakuwa na jubilei miaka mia moja tangu ilipotangazwa hii Jumapili ya misioni ambayo huwa ni Jumapili ya mwisho kasoro moja mwezi wa kumi kila mwezi wa kumi, tangu mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na sita mpaka leo. Sasa hii tunasherekea tisini na tisa mwaka wa tisini na tisa Ndugu zangu, tuhamasike tena na sisi leo kama Paulo alivyohamasisha huyo Timotheo, nasi tuyasikilize hayo maneno ya Paulo yao, ni maneno ambaye anakuja kwetu na kwa maneno hayo kweli tutahamasika hata kuchangia kuwezesha hilo neno ambalo lina nguvu, linaloelekeza, linaloongoza, linalokemea, ili lije liendelee kufanya kazi hiyo ambayo Mungu mwenyewe amependa iwe hivyo. Ndugu zangu, tunaishi katika ulimwengu ambao unapaswa uongozwe na neno la Mungu na sio neno la mwanadamu au neno la mfalme fulani. Sisi waamini tunaamini hivyo, kama kama kweli tunataka neno la kutukomboa, ni neno la Mungu. Na yule hata kama ni kiongozi, yule hata kama ni mfalme, akayafanya haya kinyume na hicho ambacho sisi tunafahamu ni neno la Mungu, tujue kabisa yuko na kupoteza. Na hata kama ni kiongozi wa dini, hata kama ni mimi hapa nikaanza kusimama hapa kwenye mimbari naongea maneno ambayo si haya ambayo unasikia katika Biblia si, yaliyoandikwa ambayo ndio nimekuambia kayajue, na bado je, napeleka sema, huyu Rugambwa yuko na kupoteza, huyu afadhali tumgonge aondoke hapa. Anacheka yule mwimbaji, lakini hivi nikaja hapa nikasema mabaya ambayo siyo haya ya Mungu na kufuru, afadhali niondoke. Ndugu zangu, ulimwengu huu nalitaji hicho tulichokisikia katika injili iliyosoma kwetu hapa muda kidogo uliopita, kinaweka wazi hali hiyo ambayo na leo tunaishi katika ulimwengu wa leo. Kuna huyo kadhi mdhalimu, huyu ni mwanasheria sasa. Leo anazungumzia kadhi, lakini kuna na watu wengine tupo tofauti na kadhi ambayo tuna vyeo vyetu tuna nafasi zetu katika jamii tuna madaraka yetu katika jamii, na tunategemewa tufanye haki, tuwatendee haki ambao wanastahili haki hiyo. Sasa wale wote wanayofanya mabaya hayo, mimi ningelisema ni mabaya, wako katika nafasi ya huyo mtu huyo kadhi tuliyomsikia, na kinyume chake yuko sasa huyo mjane huyo ambaye hatendewi haki katika ulimwengu wa mazuri yanayofanyika, ambaye alipaswa afanyike anafa mabaya ambayo yanafanyika, ambaye hakupaswa awe. Je, hayo mabaya ya huyu kadhi mdhalimu, huyu mama anataka haki yake, kuna mtu huyu anamnonea, anamnyanyasa, anamwendea huyu mwanasheria amsaidie kila leo, lakini mwanasheria, ba sababu huyu alikuwa si mchaji wa Mungu hadi tunavyoelezwa katika sehemu hiyo ya Injili tuliyosikia ya Luka, alikuwa si mchaji wa Mungu, maanake alikuwa hamuogopi Mungu. Wamefundisha hawa katika mapaji wanayopokea, mojawapo ni paji la uchaji, kumwogopa Mungu. Mtakatifu anakuja na nguvu hiyo, atakupatia wewe. Unamuogopa Mungu na msikiliza, kusudi akuelekezi uko tayari kwa unyenyekevu. Mungu akuongozi, neno la Mungu likuongozi. Sasa huyu huyo wanayemsema ni kadhi mdhalimu, hakimu. Kadhi maana jina jingine ni hakimu, au wanaokaa kwenye court kama hapa, wapo tukiwa kanigonga leo kibao, sima na mimi nipo hapa. Inawezekana wewe ni kadhi mzuri, sijui, au wengine hata wakijijini, tunao mahakimu. Hata nyumbani baba anaweza kuwa hakimu, anaenda kwa hukumu watoto wake, na mama anaweza kuwa hakimu. Sasa unawahukumu namna gani? Ndio swala linakuja hapa, kwa haki au kwa kutenda haki sasa hao wote wanaofanya hayo mabaya wanalinganishwa na huu, ndio ulimwengu ambao una hayo mabaya. Sitaki kusema mengi ambayo tunayasikia hata leo katika ulimwengu huu, leo hata katika nchi yetu hii ya hapa, mabaya yanayofanyika watu wanayalalamikia kila leo. Nasikia watakuwepo, watakuwepo hao wazuri, watakuwepo hao wabaya, na usije ukafikiria kwamba basi akishakuwepo hayo basi kila mmoja ameoza, ameharibika hapa, lakini wapo watakaokuwa meoza wanaoyafanya hayo ambayo ni kama hiyo kadhi. Alafu maskini wako hawa ambao ndio wanyanyaswa, wanaonewa kama huyo mjane ambaye huyo jamaa alikuwa wanamnyanyasa batimbaya, hao ambao walipaswa wamsaidie hawakumsaidia katokea, hata katika nchi katika familia yule ambaye ana mamlaka anapaswa kumsaidia kumtoa huyu mjane katika shida zake. Akaka hakimu asitimize wajibu wake wati. Makosa makubwa hayo, huja tenda haki na kama ni muamini kama sisi ambao tunayasikia maneno hayo katika Injili, ujue kama sasa tunafanya zaidi kitabu ya adhabu yako inabidi kutandikwe kama yule ambaye hafahamu neno la Mungu anatandikwa kibao kiboko kimoja, au ilibidi wa kutandika ishirini sa ulijua ulipaswa kufanya hivyo lakini ufanye. Na inawezekana wapo, ni mwamini anayasikia hayo, ana madaraka, yu katika uongozi, wanamkimbilia wamuombe awas, awasaidie hawa wanaonyanyaswa, lakini anafumba macho, hamwogopi Mungu, hawatendei mema hawa, hawapendi hata kuwapenda hawa. Ndugu <laughs> zangu, katika hali kama hii bandio hiyo halisi sasa. Bwana wetu Yesu Kristo leo anatuita tufanye kitu kimoja ambacho inabidi tukifanye vile vile, tunapokuwa katika maadhimisho haya ya Dominika au Jumapili ya Misioni. Kazi ambayo tunafasha tuifanye kwanza, sala, tunapasha tusali na unaposali, maana yake sasa huko unatafuta ule muunganiko kati yako wewe na Mungu, ili hata hilo neno ambalo tumelisema mwanzoni uweze kulifuata. Sasa hutalifuata hilo neno kama hutakuwa umeunganishwa na yule anayelileta, ni Mungu. Tunaalikwa leo tusali, tunaalikwa tusali kwa ajili ya misioni, uendeshaji uendelee, kazi ya uendeshaji iendelee, na tusichoke kusali na tusali ili majanga hayo mabaya kama yanayomtokea huyu mama mjane yaondoke. Tusali, tusali ili wasiopatana wapatane, kama hakuna malivyano yawepo, wanashinda kaa chini, wakaongea pamoja. Ndio misioni, ndio kazi yetu. Sisi tunatumwa tukaifanya kazi. Unaposema nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kipindi hicho tukasali ili hayo mabaya yote yaondoke. Na hilo amelionyesha la sala kwenye masomo mawili. Nafurahisha sana wanavyoelezea kwenye Agano la Kale, anaonyesha Musa anavyosali ili Waisraeli waweze kuwashinda hawa Abamileki, taifa jingine ambalo walikuwa ni maadui wa Israeli. Na huyu nauy Musa aliambiwa anapaswa kusali, na ilibidi asali, na ni kweli Alipokuwa akinyanyua mikono juu kusali, Waisraeli wanawashinda hao maadui zao wabimiliki. <laughs> Alipokuwa anachoka kusali akaangusha mikono, wale wabimiliki wanakuja wanawatwanga Waisraeli, arudia sali. Baadaye ikabidi sasa huyu Aruni pamoja na Uri waliokuwa naye kule mlimani wakamsaidia kumweka, kumwekea jiwe chini alikalie, halafu ao mmoja akashikilia mkono wa kulia na mwingine akashikilia mkono wa kushoto. Kumbe akabaki Musa yuko juu na Saul huko, wanajeshi wanatuangana wanapigana nao wa Bimeriki. Kwa vile walikuwa wamemshikilia hawa, hakuchoka mikono yake kuanguka chini. Walipokuwa kujaribu kuchoka kidogo, wanatwangwa; wakinyanyua juu, kakaa juu, hawapigwi. Kumbe akaishikilia ikakaa pale juu, hawa Bimeriki waka wa wakapigwa na Waisraeli wakamaliza. Kwa sababu ya saa, tunahari kwa kusali tusichoke. Kwenye agano jipya, huko kwenye injili hiyo tuliyoisikia isikia ya Luka vilevile, huyu mama ambaye alikuwa amenyanyaswa hakuchoka, anamwendea huyo kadhi mbaya kila wakati, anampigia hodi, bwana we nisaidie. <laughs> mpaka ikafikia wakati huyu kadhi akaona yeye, hapa kuna maneno, akaamua sasa kumsaidia, ndio Luka anakuja kumalizia sehemu hiyo ya Injili akisema kama huyo mbaya namna hiyo ameweza kumsaidia huyo, baada baada kusumbuliwa na sala hizo na kugongewa kila wakati, itakuwaje huyo Mungu ambaye hana kinyongo, ambaye anatupenda sote, anayetaka tukombolewe, itakuwaje yeye ashindwe kusikia sala zetu tunapomwendea tukamuomba ili aweze kutusaidia? Ndugu zangu, Mungu yuko tayari kutusikiliza. Mungu tayari kutuokoa tunapomwendea tukasali bila tusali kwa ajili ya uinjilishaji huo, ambao nimesema leo ni siku ya misioni, na mojawapo ya kitu cha kuombea, tusali ili mito iongezeke katika maana ya hao watendaji. Haina maana ya tu ya hawa wepo wake mapadi, maaskofu, masista, hapana, wanaojitolea wakajitoa kwa Mungu waongezeke, na waje wakiwa na ari ya kutaka kufanya kazi hiyo ya uinjilishaji. Jana tulisikia waliokuwa pamoja na sisi tulipokuwa huko katika kigango cha Isenegeja, Luka akitukumbusha mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Kumbe tusali ili bwana wa mavuno aongeze watenda kazi katika shamba. Tusali mimi jumapili ya misioni waje lakini wasiwe tu wale wawekwa wafu wote kwa pamoja, wa kila mbatizo leo ni hawa, wamekuja wajibatizwa leo, wanakuja kuwekewa au kupokea sakramenti ya Kipaimara. Pana waje Kipaimara waje, waende wakafanye kazi. Tusali tuombe na wao. Ni mito hiyo, ni mito ambayo atakuja kila mmoja kufanya kwa nafasi yake. Mwisho kabisa hizo sala ambazo inabidi leo tuzikeze kwa Mungu bila kuchoka ukiwa ni wachaji tofauti na yule ambaye alikuwa ni kinyume chake. Tuzielekeze kwetu sisi wenyewe ambao tunaalikwa tuwe na moyo wa fadhila, tuwe na moyo wa sadaka katika Jumapili hii ya Misioni, ili tuwe tayari jitolea kwa Mwenyezi Mungu, yatolea yote tunayokuwa nayo, ambayo tunasema hili nalimpelekea Mwenyezi Mungu zuri, sio ziada, hapana. Kila ambacho nasema mimi hiki kwa upande wangu, kwa nguvu zangu unazokuwa nazo, kwa uwezo wangu nao, kwa nao ndio hicho nampelekea mwenyezi Mungu. Kumbe tusali ili watu wabadilishe mioyo yao, wabadilike na wawe tayari kujitolea sadaka, wawe tayari kujitolea mwenyezi mungu sadaka. Na kwa namna hiyo hiyo kazi ya uinjilishaji tutaweza kuifanya idumu na iendelee na hivi ulimwengu ukombolewe kama Mungu yeye mwenyewe anavyotaka. Leo yote atakayotolea, mjue kwamba kwa ajili ya kazi ya Baba Mtakatifu, sio kwa ajili ya kazi ya jimbo Katoliki la Tabora. Kwa hiyo kama tulikuwa tunamtolea Mwenyezi Mungu mbuzi mmoja leo inabidi tumtolee zaidi ya mbuzi mmoja, sitaki kusema wangapi kama tulikuwa tunamtolea Mwenyezi Mungu sadaka kiasi fulani, sitaka kusema ni pesa kiasi gani, toa zaidi ya hicho. Ambacho ungelitaka kumtolea, kama ni askofu, kama ni padri au kama ni katekista, toa zaidi leo kwa ajili ya kanisa la kiulimungu. Na yote utakayoyapokea siku hii ya leo, mapaji atakayotolewa, zawadi zote zitakazo kutolewa tutampelekea Baba Mtakatifu, atazijua na tutawaambia baadaye ni kitu gani mlifanya. Tusali ili tuweze kuwa na moyo huo wa ukaimu zaidi na zaidi, na Mwenyezi Mungu atatuzidishia.